Mtu mzima lakini, ana mambo ya hovyo, moya hovyo. Karibu mgeni wangu, asante sana, nisikie mm, amani manaulioona mm, hivi karibu sana sana. Na hapa naona mezani shemeji tayari ameshaweka vitu ameweka e, vitu sasa nakukaribisha sana jisikie amani she sa. hapo shemeji yako yuko kule. Nadhani tunaweza ukaendelea, nitamsaidia. No. Tumsaid... aendelea na majukumu mengine ya watoto pamoja na kushughulikia maswala mengine. Asante sana. Ah, naona ninyi huko mko vizuri. Ndio kabisa. Sisi huko kijijini wana mambo ni magumu. Sawa sawa. Unavyojua yani huko hela kwanza kuipata ni kazi. Ni kazi. Kule tunategemea kilimo. Ndio. Mm, bila kilimo huwezi ukaishi. Mambo ni magumu. Magumu mno. Ila sisi Mungu angalau kidogo anatujalia. Tunapata hmm, kama unavyoona hivi. Naona kabisa tunapata riziki angalau kidogo. Sawa sawa. Nisikia hmm, amani. Na inashikia vizuri kabisa huko nyumbani. Sawa sawa. Ndio. Basi nadhani tuendelee, niombe kidogo tuendelee <tune> wali kabisa eh, hey, ni hivyo najua. hmm. wow. Wakati mwingine ninyi wageni kwani? <laughs> Shemeji hamna tu wali wali utatu, nyama kidogo ambacho tumebaki. Ah, hii ndio ilikuwa special kwa ajili yako ah, hii eh, hey, alikuwa amekuletea wewe na mimi akaniwekea embe. Nashangaa wali kwangu na embe liko kwako basi haina shida. Mtu mzima huyo ana mambo ya ajabu, yaani kama navyokwambia, labda mashemeji, kama ilivyokwambia ameondoka, tabidi tu ule hilo embe. Ninyi wageni bwana, wakati mwingine. Sio wastaarabu si kidogo. Unawekewa wali unachukua wa embe.